Top 4 na hilo ni jambo muhimu sana. Uh, jambo lingine ambalo nikipenda kuzungumzia leo, napenda kuzungumza kuhusu ubora wa Casemiro na Bruno. Guys, hiki ni kitu muhimu sana. Hatuwezi kumpoteza Casemiro na Bruno katika dirisha moja la usajili. Taarifa ambayo ilitoka mwezi mmoja, sio mwezi mmoja, mmoja kama wiki mbili zilizopita ni kwamba Casemiro ameshaiia amesha kwamba anaondoka mwishoni mwa msimu huu. Uh, baada ya mkataba wake kuisha na hakuna option ya kuextend kipengele cha mkataba na kumuongezea mwaka mmoja, lakini amekuwa na performance nzuri sana msimu huu. Na sio msimu huu tu, hata msimu uliopita amekuwa mtu muhimu sana, uh, kumuondoa kwa Casemiro kwenye timu kutaongeza mapengo kubwa sana. Lakini sasa imagine kuna taarifa za kwamba huenda pia Bruno akaondoka msimu huu ukiisha, ikiwa itapatikana klabu ya kuweza kumpa makombo maya ya mitaji. Lakini pia kulikuwa kuna stori kwamba uh, kutoka, kutoka, kuna, kuna stori kwamba kutoka wale watu wa wale wa Saudia, kwamba kwamba wana au kuna mtu kuna mtu kanipa message hapa ananiambia ananifuatilia. Nashukuru sana kwa comment yako. Watu wa Saudia, klabu za Saudia pia zinataja kwamba zinataka kusajili Bruno. Kwa hiyo uwezekano wao upo pia, tujiandae kwa Bruno anaweza kaondoka, kasema. Lakini tukumbuke kwamba yetu imekuwa na pesa za kiungo kwa muda mrefu sana. Casemiro akiwa uwanjani anafanya tackle angalau nne hivi kwa kila mchezo, anafanya interceptions angalau mbili kwa kila mchezo. Ana recover mpira mara sita kwa kila mchezo na United wanafungwa angalau 0.5 yani, nusu goli

anaenda mbele kwa sababu anajua kwamba pale nyuma kuna Casemiro ambaye anafanya kazi nzuri sana. Positional awareness yake ni kubwa sana. Maturity yake ni kubwa sana. Defense ability yake ni kubwa sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye tumesha kubali kumpoteza, anaondoka na sidhani kama itakuwa rahisi kumreplace Casemiro. You don't get a Casemiro, another Casemiro. Of course, Carlos Baleba anataka kuchukua nafasi hiyo lakini

Angele, hauja replace mita, Casemiro na Ugarte, lakini pia wasajili viungo wengine wawili. Kwa angalau tunahitaji angalau viungo watatu kabisa. Katika mechi ambazo Bruno anacheza anatengeneza angalau nafasi nne kwa kila mchezo, hiyo ndio wastani wake msimu huu. Lakini pia anatengeneza angalau pasi key 95, passes 95, 95, 95 na kwa sasa hivi ana asisti kumi na mbili katika msimu huu, ambao alikuwa bora sana pindi ule msimu wa Sosha, Bruno alikuwa na assist 12. Kwa hiyo amesha, ameshafikia tayari level ya ubora kwenye assist, na anafukuzia assist ya Thierry Henry, ambayo ilikuwa ni assist ya 20 kwa msimu, na aliyefikia assist hizo ni Kevin De Bruyne, msimu nafikiri mwili mitatu imepita. Kwa Bruno anafukuzia hiyo hiyo hiyo point, bado kuna mechi kumi na

Ukiangalia ule mpira jana aliopiga kwa ka kwa goli bonge moja la faul. Kwa hiyo Bruno ni mtu ambaye hawezi ku-replace. Lazima tufikie namna ambavyo tunaweza kumsustain kwa kina angalau kwa msimu mwingine. Kwa hiyo kwenye rebuild kulenga timu, Bruno lazima awe sehemu kubwa sana ya timu. Hilo jambo la kwanza ambalo nataka kuliongelea hapo, na Bruno amekuwa mtu muhimu sana kwenye swala ya matokeo. Um, kitu kingine ambacho ningependa kuongea leo hapa, ningependa kuzungumza kuhusu Senelamens. Kwa kweli nadhani hatumuongelei sana Senelamens kuliko ambavyo inastahili kuwa na, unajua kwa nini tumuongelei? Kwa sababu ni kipa bora sana. Katika misimu uh, uliopita na msimu huu mwanzo ni tuko katika anaonana kina Bayindir kila mechi ulikuwa unakuta tweets posts na reasons anini na ambazo naangalia udhaifu wa Onana. Kwa kweli Lamens ametufanya ametupa pointi nyingi sana msimu huu. Ukiangalia kila mechi, baadhi ya saves ambazo anafanya ni saves ambazo ni very vital. Ni ni saves ambazo ni ngumu sana, ni ngumu sana kuzi kwa kipu, kwa, kwa, kwa kaida kudaka. Kuna baadhi ya mipira ambayo nadhani angekuwa ni kocha, ni kipa kama kama Injili au au Onana yankuwa na magoli mengi sana. Lakini Lammens anatusaidia sana hadi sasa hivi. Lammens ana save percentage ya 76 ambayo kwa average ya Premier League msimu huu, makipa wengine wote percentage za kuokoa mpira ni asilimia sabini. Kwa hiyo yeye ana asilimia sabini na sita, kwa hiyo yuko juu ya makipa wote kwa sasa kwenye saves ambazo anafanya. Anafanya saves ya angalau nne kwa kila mchezo, na tunaongelea saves bora sana, na katika kila mchezo angalau anafanya big saves moja hivi kwa kila msambao ilikuwa ni, ni goli kama jana, amefanya nafikiri mbili tuliziona ile, ile, ile faulo ya ya Harry Wilson, na kuna ile nyingine nafikiri ilikuwa ni kona ama nini, alikuwa alikuwa pia nyingine nzuri sana kwa hiyo asilimia arobaini ya big chances ambazo timu pinzani zinatengeneza Senne Lammens anaokoa na tunasahau kwamba ana miaka ishirini yeah, na tatu tu. Kwa golikipa huyo ni mtoto kabisa. Moja ya taarifa ambayo niliona kwa Fabrizio ni kwamba Casemiro amini Aston Villa tu watuuzie Martinez alafu aenda kamchukua Salamis. Lakini naamini kwamba kuna siku atafanya makosa. Kwa hiyo lazima tujitahidi kumlinda kwa sababu um, hiyo ni mtu muhimu sana kwenye kikosi. Na kwa sehemu kubwa sana amechangia matokeo mazuri ambayo tunapata kwa siku za hivi karibuni. Jambo lingine ambalo ningependa kuongelea, work rate ya wachezaji ambao nimeongelea mwanzoni pale katika silaha tatu za Michael Carrick. United sasa hivi wana work rate kubwa kuliko mechi nafikiri zingine zilizopita. Mechi tatu za mwisho hizi tumekuwa na work rate kubwa sana na hiyo na ni silaha moja ambayo kwa sababu mechi ambazo zinakuja kwa sababu tunajituma zaidi. Nilipenda sana jinsi ambavyo timu ina, inakimbia sana, ina endurance nyingi sana katika katika mchezo wa jana. Hiyo ni kitu ambacho kimekuwa msingi sana wa Carrick kutengeneza timu mpya ambayo anakuwa nayo. Kwa lazima tu, tujitahidi kuendelea na mtiririko huo na baadaye ngoja nadhani itakuwa ni jambo zuri sana. Naomba niseme comment, uh, Rafael King anasema kwamba kuna muda Paul Scholes alistaafu baadaye akabidi mzee Fegi amrudishe. Basi tufanye tufanye mistake ya kuwapoteza hawa wawili, tutasaga meno kaka. Ongea, naongelea kuhusu Bruno kwamba hatuwezi kuwapoteza na Casemiro katika msimu mmoja. Pereji Kagoma anasema kwamba Casemiro ni world class uh, player. Ulitaka kujua hivyo, angalia akifanywa sabu timu. Casemiro akitoka tu, lazima tufunge. Wote wabaki, Nemia Boriba hawawezi kubaki wote guys, kwa sababu Casemiro uh, anaondoka. Taarifa ni rasmi, Casemiro anaondoka mwisho wa msimu huu. Ilikuwa ni hasara kubwa tunakompoteza Casemiro na Bruno, sana sana tatizo kiungo cha kati Huyu ni Hassan Hadju, lakini pia Ali Mohsin kama Bruno ni masterclass, na shukrani moja yako, pasi kwa njema sana kaka. Mimi ningependa wamuongeze mkataba Casemiro hata mwaka mmoja. Uh, haiwezekani. taarifa rasmi ni kwamba Casemiro anaondoka, kisha kuwa confirmed. Hakuna njia ya kufanya Casemiro abaki kwenye klabu ya Man United, hakuna hiyo njia haipo, kwa sababu taarifa rasmi ishatoka anaondoka mwisho wa msimu huu. Na nadhani pia amefanya uamuzi bora, amependa kuondoka kipindi ambacho timu bado inamhitaji Eh, siku moja katika uchambuzi wa, wa Sky Sport Gary, Neville ni Jamie Carragher eh, eh, Shija mpira nao lazima Amorim sif mpango ya muda mrefu na mfupi, hawezi kuwa na mpango ya muda mrefu tu. Shija Muhammad pointi yako ni muhimu sana mimi ni shabiki, mimi ni shabiki, kutoka Mozambique, naumia sana kifungwa timu yangu. Ni kweli, wote tunaumia. Benik Pizanto anasema kwamba ikiwa Carrick apewe timu kwa sasa wachezaji wanamuelewa, mali wana mazuri. Mimi nafikiri tuendelee kumpa muda, tuendelee kumpa muda, tuone mechi ambayo zinakuja atafanya nini, na tuone. Nafikiri lengo la Carrick ni hilo hilo, tuendelee na lengo hilo hilo, apewe timu, atufikishe top 4, na baada ya hapo tutafikia ambayo inakuja baada ya hapo. Ah, Kendari anasema mimi naona tofauti kati ya Amorim na Carrick. Carrick ni shot on target zake zinazaa matunda. Amorim tulikuwa tunaunda nafasi nyingi lakini hazizai matunda. Hiyo pia ni point ya msingi sana. Carrick amemtumia Bryan Mbeumo kama namba 9. Tofauti na Amorim ambaye alikuwa mpaka kama namba 10 ndani. So that's the difference. Um, ah, uh, Ali Monsini anasema mimi ni, uh, mimi vizuri comment yako vizuri. La ya makaka, kwa hii management haioni akitoka Casemiro, vile tu wabana moyo mpaka tunachoka, dakika hazisogei, hazikuwa zinasonga na yeye kaendelea hivi nitamsahau mapema, asante sana. Jana tulishinda lakini timu haikucheza vizuri kama game zilizopita. Mechi ya Fulham haikuwa mechi rahisi guys. Uh, lazima mtambue hilo. Fulham iko nafasi ya saba sasa hivi nafikiri, kwa hiyo bado ni timu nzuri sana ambayo inaweza ika ika iko na tarehe tu, itakuwa mechi ngumu sana. Fulham pia wanafunguka, wanacheza vizuri sana, kwa hiyo tuone mechi ambazo zinafuata. Kuna mechi dhidi ya Spurs ambayo nadhani mechi itakuwa ni mechi ngumu pia, lakini pia Spurs naamini pia watafunguka, kwa hiyo inaweza tukawafunga mechi ngumu zaidi ambazo tunaziona hapa, tunacheza hapa ni mechi ya West Ham na Everton, ambazo watakaa nyuma. Hizo ndio mechi ambazo nataka nione Carrick kile atafanya kwenye mechi hizo sana jamani. Kuna KP Production, ah, KP muongo. KP, wewe sio mgeni bwana, wewe ni mwenyeji kabisa hapa, kila siku nakuona hapa. Namba msiache kutufuatilia endeni kusubscribe, ku like na ku share video zetu na mwende kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Hadi sasa hivi Ali Musinyo, Mas Fekasoni Nehemia Buriba pamoja na Pretenga ndio watu wako top top pale juu, wanaongoza kwa kuni support sana, leo wamekaa muda mrefu kwenye channel, lakini pia wameandika comment nyingi zaidi. Baada ya hapa kuna Ben Crisanto, Pasco Kanjem Kendaria, Hassan Feraji pamoja na KP. Na washukuru nyote kwa kuweza kuniunga mkono na kunipatia uh, maoni yenu kwa muda mrefu. Guys, uh, kwangu leo ni hayo uh, tu. Habari mbaya ni kwamba dirisha linafungwa na hakuna usajili wowote unaofanyika. Kwa hiyo tusubiri katika dirisha la kiangazi tuone. Okay. KP Production anasema niwape summary ya kila ambayo tumezungumza leo. Leo nimeongelea vitu vichache, naomba nirudie kwa wale ambao mlichelewa kufika kwenye session ya leo. Jambo la kwanza nilizungumzia silaha tatu za Michael Carrick. Kitu gani Carrick amebadilisha tofauti na Ruben Amorim? Carrick kwanza amefanikiwa kuweka umoja kwenye timu na unaweza kuona ambapo timu inapambana, haijalishi ametokea bench au ameanza, kuna ule umoja kwenye timu ambao pia unasaidia timu kuweza kupata matokeo mazuri. Ni gole ambalo alifunga Benjamin Sesko jana na ukaona timu nzima hata ambao walikuwa benchi wakimfuata na kushangilia. Jambo la kwanza. Jambo la pili Carrick amefanikiwa kuweka wachezaji bora kwenye nafasi zao bora. Mfano mzuri ni Bruno Fernandes ambaye amekuwa bora sana katika nafasi ya namba 10 nyuma mshambuliaji lakini pia Bryan Mbeumo ambaye amekuwa namba tisa mzuri sana toka ameanza kucheza kwenye nafasi hiyo. Jambo la tatu ambao Carrick amefanya kwa njia nzuri sana ni kuongeza spirit ya kupambana kwenye timu kitu ambacho kilikuwa ni tofauti na zamani. Tulikuwa tukifungwa zamani tunapotana kabisa lakini jana na mechi mechi ya Arsenal unaweza kuona hata baada ya timu kufungwa mentality ya ushindi bado ipo, timu inapambana na inajitahidi kwenda kutafuta matokeo licha ya kwamba inaweza ikawa imepoteza mchezo. Hicho ni kitu ambacho Carrick kukitengeneza katika timu na kinamsaidia kuweza kupata matokeo. Jambo la pili ambalo tumezungumzia leo, tumeongelea kuhusu uh, kwamba hatuwezi kumpoteza Bruno na Casemiro kwa msimu mmoja kwa sababu ni watu muhimu sana kwenye timu. Mfano mzuri sana ni jinsi ambavyo Bruno anapokuwa yupo na timu ambayo ina struggle na kushindwa kupata matokeo mazuri katika mechi husika. Kwa hivyo tunahitaji kubaki na Bruno Casemiro, lakini kwa sababu Casemiro anaondoka, basi angalau Bruno abaki, na pia klabu itapata namna ambavyo inaweza ika replace Casemiro katika dirisha la kiangazi linalokuja. Jambo lingine nimeongelea kuhusu ubora wa Senne Lammens ambaye kwa kweli hatuzungumzii sana, lakini kwa kweli, kusema kweli, lazima tumpe credit anayostahili kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anaokoa sana katika sana, mechi nyingi, point kadhaa, tupo top 4 leo, kwa sehemu kubwa amekuwa mtu muhimu sana katika hilo. Kujua hilo chukua zile ambazo nake na hivi. Hivi kama huu habari nyingine kipendwa ya Manchester United kwa jina la United. Mimi like naitwa Dr. Nandes namba mtakie usiku mwema kwa sasa.